Na maana gani, Batule, siko hapa kwa sababu nakupenda. Nampenda sana Kisoda, na hata hicho ambacho nimekiongea hapo nje, akina ukweli wote ule. Na niko hapa ni kwa sababu nahitaji msaada wako, msaada <sighs> ni msaada gani unahitaji kutoka kwangu? Ile hali, unajua nakupenda mimi sina hisia zote na mee na siko hapa kwa lengo la kuwa mimi na wewe wapenzi, ila nachotaka unisaidie ujifanye wewe ni mpenzi wangu <sighs> nataka nijue upendo wa kweli kutoka kwa Wakisoma, ananipenda au anipendi, na ninataka nikiona maumivu yake juu yangu wewe kuhusu habari ya mimi na wewe, sicho kilichometa. Na kama kweli unajali furaha ya rafiki yako kama yeye alivyokusaidia ili utimize furaha yako, basi utamsaidia katika kazi yake. Sikutawkati mgumu sana hali na kitu ambacho iho ukijue mimi nilienda kwa kina Kisoda kama mwanamke wake na sio shoga yake na mamake. Pengine kosa letu ni mamake alivyomtambulisha kuwa mimi ni shoga yake, akaniogopa na kunishimu kama shoga ya mamake. Kiukweli nilienda pale kwa sababu ambayo Kisoda ameielezea. Okay, mimi nimekuelewa, kwa sababu Kisoda alikuwa tayari kunisaidia mimi kuwa na wewe nami sina budi kumsaidia. Hata hivyo majibu yako ya pale nje ndio yalinipa nguvu mimi kumjibu vile. Na sina budi kufanya chochote unachotaka. Asante, nitashukuru sana. Sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa yu shoga yake mama, ila ndio hivyo, nishatambulishwa yu shoga yake mama <mimu> Na ujio ndugu yangu wanawake ni watu ajabu sana. Yaani huwezi kuamini. Nimetoka huko kwenye mizunguko kwe yangu, napita njia na mkuta shemeji yako anagombana na mwanamke mwenzake. Tena bora angekuwa anagombania vitu vya maana. Anagombania mwanaume na sio mimi. Eh. Hey. Eh. Hey. Jamani, nakosa nini kwako? Ha? Umechukua uamuzi gani? Asa nafikiri nichukue uamuzi gani? Zaidi ya kumwambia achukue vitu vyake na aondoke. Kwa maana sio mara moja na nimesikia mengi kuhusu yeye. Eh, hey. Huo uamuzi uliochukua ni sawa sawa. Haujakosea kwa sababu huyo mkeo nami na mengi machoni mwangu nimeyaona, nimejionea juu ya mkeo. Sasa mimi sijajua anachulingia ni shefu ama sijajua anachulingia ni nini, yani hapo sijajua. Mtu mwenyewe ana TikTok, ana Facebook, wala ana Insta, lakini bado ana mashauzi huyo kana anapiga talamu. Jamani, labda nikwambie tu iko hivi <tipate> Nataka kuviona. Ndio. Ndio, sijui. Umenielewa? Ah? Ah, utasoma sana na utaandika sana mwaka huu. Yaani utachora ramani hii, utaizunguka Tanzania nzima ikutoa. Lakini unachokifanya ni kitu sahihi kabisa. Yaani ni kitu cha kishujaa. Kumbe ni sahihi unayofanya. Sana. Na kile kikao likielewa. Na maana nilikuuliza unyonyesha kidole umeelewa na ukasema nimekielewa na umekielewa vizuri. Mimi naelekea kwa Kipu hapo kwa ajili ya kunywa bia mbili tatu. Sasa wewe kama unaelekea nyumbani, utakapofika nyumbani umeambia kukabidhi funguo yangu na uniletea kwa Kipi hapo ah, hmm. Ah, kitu kipo mafuta hapo eh. Ah, poa poa, mwanangu, basi. Hamna noma, hiyo niachie mimi, hiyo limeisha. Mimi ndio sumu ya panya, mimi ndio sumu ya wapenzi wasio pendana, pendana, na yeka wazi mi jokana kitu loni sina mi mzalamu ah. Basi mwanga poa. Ulikuwa wapi kwani? Kipenzi chako tangu lini? Hivi we dada, tumekutana pale kwenye dundo. Tumekutana pale kwenye kigodoro. Wewe mwenyewe ukaja kwenye kumi na nane. Oh, wewe ni handsome. Eh, wewe sijui una lips denda. Nikasema sawa kama ina lips denda. Na mimi sasa sikutaka kula za damu. Nikaruka. Sasa leo hiti na unaniona hapa e, wewe mpenzi wangu. Nilikuwa napita njiani kwenu, sijui nikuone. Haya mapenzi yameanza lini? Kwa nini wanaume mna shida gani? Mbona mnapenda kuchezea hisia za watu afu mnawaacha? Nisikilize mimi mwenyewe, hisia zangu ishachezewa pa muda so mrefu. Huko nilipotoka huko, kuna watu wamechezea hisia zangu. Kuna mwanamke mzuri ambaye anakuzidi wewe, huyo mwanamke rafiki yangu akaja akamchukua wako wote huko. Kwa hiyo usinivuruge, hebu niache na maisha yangu kwanza sasa hivi. Usinichanganye kabisa sawa eh? Jilani! Eh. Hai, vipi? narudi nyumbani yo, narudi Songea, nadomoka ukai ukai, yani e. Wazalamu wapo wanatamba tu hai. Hai. Hai, kama wanapunga dogoli. Haya, vipi? mbona juu juu, mchele ushakupalia? Tui ilishachanganyika na nazi, au nazi ilichanganyika na tui? ah, jirani tulia basi ha. Mbona una haraka sana? Yaani una pressure, yaani una speed kama mashine. Haya, niambie, mbona umekunja sura kama unataka kwenda kumua nyoka ama kama umeona kijiji kinawaka moto? Kuna ndugu yako yuko ndani. Tatizo nini? Ha? Alafu jirani, hivi unavyoondoka ghafla ghafla hivi, unaondoka tau wagi, eh kuna mwenyekiti, kuna mjumbe wa nyumba kumi umeona, bwana, kuna mashoga zako unavyoondoka kimya kimya inakuweje? Ha? Haya, na mimi nani atanidai? Ila umeme. Mama, mimi nimemiss, mzalamu wangu anapenda nongo. Yaani nimemisi kabisa yani unidai dai. Sasa unavyoondoka nani atanidai? Hamna mtu akunikeleketa. Na nyumbani kwenu unakwenda jumba lina umeme? Najua shoga. Yaani wewe umefulia vibaya wewe. Wewe umeongea homo. Aliyekwambia kwetu hakuna umeme ni nani? Kwa taarifa yako, mimi sio mshamba wa umeme. Upo eh? Wenda mshamba wa umeme. Kila siku ukiambia utoe elfu mbili mbili za umeme mpaka upigizane kelele na watu. Alafu sikiliza nikwambie. Usipende kunichimba chimba, sawa? Leo na chizi wako kaa nukta. Siku zote nakaa nakuvumilia, leo mimi kaa chizi nitakubutua na upupe wewe. Mbona watu hawakujadili yasiyo kuhusu usiyapatilie, mshamba mkubwa wewe, ukajionee wapi. Unajikaza kisabuni, mtoto wa kike kushapaliwa, yashakuacha umemwagwa chali. Yaani unavyojiona una body language una mzigo basi, unaona tu unatamba umalaya tu, eh una wadharati yes. mtoto umejaliwa zuri una body lakini unaitumia vibaya. Jamaa hiyo nyumba wanaachika. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa ushoga yake mama. Sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa ushoga yake mama. Kwa nini umeamua kuchagua familia yetu? Unajua, mwanangu, Jicho langu limeona kaa mesaauyo ukaribu waliokuwa nao malimu baba yenu na malimu mke wao, nikasema, kwa kwanini huyu ukaribu msiurudishe tena, hizi familia mbili zikawa kwa moja. Mdogo wako akaolewa na kijana wangu, ndio lengo la kuja samani. Mama Mag, unafahamu fika mwanao ni mwizi, yaani ni mwizi kabisa, ambaye hawezikaiki. Hivyo kwa nini unamchagulia mdogo wangu aishi na mwanao? Unajua, naumia sana nikisikia sifa za mwanangu kama hizo, naumia sana lakini imani yangu inanipa Kisoda atakapomwoa mdogo wako atabadilika. Imani yangu inanipa hivyo kabisa. Kisoda akiwa na mke atabadilika na kuwa baba ambaye wa kuaminika katika nyumba. Dada, mimi nimekubali ombi la Kisoda lakini kwa sharti moja. Sitaki umwambie chochote, iwe uwepo wangu mimi pale mpaka yeye atakapoonyesha dalili za kumpenda katika moyo wake. Ndipo nitakapokubali ombi la kuolewa na yeye. Usijali mwanangu, yani nyumbani, karibu sana mwanangu, kwana niufurahi sana karibu sana mwanangu nyumbani. Pale kuna chumba cha wageni nitafikia pale, na hata hivyo Kisola mwenyewe, kutokana na mtihani aliokuwa nayo, ana majeraha sasa hivi, lakini ningekuja naye. Kwa hiyo karibu sana mwanangu. Dada hata mwenyewe pia ulishauri nitafute mwanaume mwenye mapenzi na mimi mw. pia mwenye huruma na mimi. Kwa hiyo inaweza ikawa ndio yeye, acha ni yeye. Kwa hiyo acha nunajua, ah. hmm. niibakiza ana mm. Yaani faraja ninayoipata, yaani natamani hata kulia kia Mungu Yaani uwepo wako umenifariji mno, mwanangu. Unajua tuko wapweke mno, kama unavyojua pale nyumbani niko mimi na kisoda tu. Yaani natamani hili jambo liende haraka haraka, mfunge ndoa na kisoda iue pale nyumbani. Sawa mama, kwangu mimi hilo alina shida kabisa, lakini si unamjua kisoda, mambo yake. Kwa hiyo ni jambo tu la kusubiri na kumwomba Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. mm. Kusema hiyo siku mimi, mbona nitavua nguo nike kichwani? Mwanangu, nishatambulishwa <laughs> <laughs> um, nishatambulishwa ushoga ke mama, sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa ushoga ke mama, ila ndo hivyo. Nishatambulishwa ushoga ke mama, sasa nitafanyaje?

Na Poa. Tena cha ajabu wakati nalipambania penzi langu, nirudi hapa, Batuli amesema kwamba anatakiwa kuishi na Poa na sio na mimi, kwa sababu Poa kaonyesha mapenzi ya dhati siku ya kwanza tu kumuona Batuli. Lakini mimi sikuonyesha mapenzi yake. Kwa hiyo anasema maisha yake yeye yatakuwa kwa sababu ya yeye na Poa. Basi wakaniamuru niondoke, na hata Poa naye akaonyesha majibu yake hayo ya kusema kwamba wewe nenda aga bao na ujinga hapo wako. Wewe bi mjinga bi bao. Mwanangu, kwa nini ubadiliki? Kila siku wewe ni mjinga tu. Kila siku ni mjinga tu. Ubadiliki lakini wewe. Mama, mmesha badilika. Sibi, sasa mi. Hivi mimi sio mjinga mjinga kama unafikiria. Lakini katika hili mama, wewe ndio uliyekuwa umekosea. Japo kwa mkuu asemwi lakini mimi nakusema mama, kwa sababu wewe ulivyokuja unitambusha kwamba yule ni shoga yako. Na mimi nilichokuwa nimekifanya

Wana uwanja wa vita si walawa wakicheza oya, naonyesha vita. Haki ya Mungu, au utaweza kuamini? Mama yule atarudi hapa, na kama atashinda kurudi hapa, basi utasikia tukaamini. Kojela yule pokwa mochwani, kwa sababu bada uduaukambeie mwanamke wangu. Mapenzi yameanza kushangalia kwa kimoyo, nampenda sana Batuli jamani. Inawezekana kweli? Nini ndo nimekosea. Hii kwa nini? Ili jaribu kuiweka isili kwa kisoga. Kwa nini siku mwambia ukweli mwana uspe? Nisingempiga. Tusingefikia hapa tulikofikia. Najilaumu. Maisha utaishi mpaka ni. Kula kwetu mpaka kibanda.